kama tulivyokupa heo Qur'an, Musa tulimpa hiyo Taurat. faktulifa fihi ah, kukatokea ikhtilafu ndani yake, kukakhitalifiana. Kuna walioikubali na kuna walioipinga walioisadikisha na walioipinga. Mazingira ndio haya haya ya Qur'an, kama ilivyofanywa hivyo Qurani kwa Makuraishi wa Maka, basi na nyuma kulitokea haya. Kwa hiyo yasikushangaze, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, <coughs> subhana wa Ta'ala yeye alishaweka barnamiji maalum, mwenye kaweka utaratibu, kashaupitisha: huyu atazaliwa, ataishi siku fulani, ataondoka hapa duniani yale aliyoyafanya malipo yake mbele ya safari huko, yani siku ya kiyama. Kwa hiyo hiyo haiwezi ikabadilishwa kwa vitimbu vya mtu mboni ha, majanga hayawashukii mboni hawaadhibiwi eh, au hawaondoshi katika dunia hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema habari haiko hivyo, walaula kalimatun sabaqat min rabbika kama si lile neno lilopitishwa kwa Mola wako, Allah kashapitisha kashafanya maamuzi. Maamuzi gani? kuchelewesha hisabu mpaka muda maalum, malipo wa viumbe wa muda maalum, na hata kifo cha mtu kaekiwa muda maalum. Kama isingekuwa hivyo Mwenyezimungu angewapa kisagu hapa hapa, akawaonyesha ujeuri wao, lakini Allah hafanyi hivyo. Walaula kalimatun sabakat min rabbika, kama si neno lilopitishwa na kutangulia kwa Mola wako, alishapita tangu zama na zama, Allah kashakadiria. Kuchelewesha hisabu ina wakati wake, kuchelewesha ajali ina wakati wake, na malipo yana wakati wake. Lakini kama lisingekuwepo hilo, lakudhiya bainahum, mwenyezi Mungu angefanya maamuzi kati yao wanaokhtalifiana nani mkweli anastahiki nini na nani muongo anastahiki nini? Hayo maamuzi Mwenyezi Mungu angeyafanya, lakini Allah hakufanya hivyo e. kalimatun sabaqat min rabbika Allah, alishakadiria kila kitu. Kwa hiyo ndo anasukumwa sukumwa tu na nachuachiwa kuelekea huko inakoelekea, kwenye mahesabu kamili ambapo alo dhulumiwa atakutana na alomdhulumu, alofanyiwa khiana na alofanyia khiana, ah, watakutana huko na mahesabu na malipo yatakamilika. wa innahum, na hakika hawa wenye kukadhibisha hawa makafiri na wengine, la fi shakki minhu, wana shaka kubwa na hii Qurani murib, shaka iliyokuwa iliyokuwa na wasiwasi ndani yake, hawana hawa imani kwa, kwa nayo, hivyo. Naam, ndivyo alivyo, si hawa tu na waliotangulia walizopinga vitabu kama hizo Taurat, Injil, Zabur, na ni hivyo hivyo sifa zao hizo hizo. Sasa haya maneno aliyosema ni Mwenyezi Mungu e, ni dawa Mwenyezi Mungu, anawalingania wanadamu. Mwenyezi Mungu ndo anawaita wanadamu waelekee kwake. Katika dunia hii kuna miito ya aina mbalimbali tena mingi to, isipokuwa tofauti ya miito hiyo ya kidunia na mwito wa Mwenyezi Mungu kwamba mito yote ya kidunia ipambo itakavyopambwa na mapromotion makubwa makubwa yaonekane, lakini wallahi billahi tallahi, faida hairudi kwa mwenye kuitwa, faida ni mwenye mwenye kuita. Wewe ni chambo tu, hata ulihamasishwa kiasi gani, katika hii mito ya kidunia hii. Mwito ambayo faida inarudi kwa yule aliyeitwa na muhitaji si muhitaji si wa lolote, ni wito wa Mwenyezi Mungu peke yake subhanahu wa ta'ala kuwaita waja wake, akasema: ya ayyuhalladhina amanustajibu lillahi walirrasuli, enyi waamini kweni makini mwitikieni vizuri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake lima yuhiyikum, ah, anakuitieni Mwenyezi Mungu kwa yale mambo ambayo yatakakuhuisheni yatatengeneza maisha yenu ya duniani na akhera ah hi ulubukum, nyoyo zenu zitakuwa safi, waajsadukum, miili yenu, wabiatukum, mpaka mazingira yenu, waahwalukum, na hali zenu zote kwa ujumla. Kwa hiyo hapa Mwenyezimgu anaonesha wazi, wazi kwamba ile miito nakuita mimi wewe na, na kuita dunia nzima si kwa faida ya Mwenyezimgu, lakini miito yote ya dunia faida inarudi kwa muhitaji, sio mwenye kuitwa bkamanamila slihan falinafsi yule atakayeukubali wito wa Mwenyezi Mungu akaitika, akatenda matendo mazuri fali nafsi hii, hayo matendo mazuri yake mazuri faida yake itarejea kwake mwenyewe. Mwenyezi Mungu anufaiki wala kwa chochote katika hayo matendo yake. Manamila swaliha yoyote, yule atakayetenda matendo mazuri fali nafsi kula, nasema manjahada fainama yujahidu li nafsi, yule atakayefanya muhanga akakandamiza nafsi yake akaikandamiza dunia akakandamiza matamanio, eh, fa innama yujahidu nafsi. Muhanga huo faida ya muhanga huo itarudi kwake mwenyewe ha kule. fa man kana yarju liqa rabbi, basi yule mwenye kutarajia makutano na mola wake, basi yule mwenye kutarajia makutano na mola wake anajua iko siku atakutana huko, fali amal amalan saliha, aache upuuzi ajipinde atende matendo mazuri, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, asimshirikishe Mwenyezi basi Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameita hapa mwisho ndo anasema hivyo. Man amila salihan fali nafsihi, yule atakayetenda matendo mazuri hayo matendo mazuri yatarudi kwa nafsi yake. Maslahi yake atayapata yeye mwenyewe, wa man asaa fa alaiha. Na akaje yule atakayejifanya hajielewi hamnazo akatenda matendo maovu kafanya maasi maovu. Ah, basi madhara ya hayo aliyoyafanya katika maovu, fa alaiha, yatamrudia yeye mwenyewe. Naam. Watu wanafanya vitimbwi. wala yahiqu al makru sayy illa bi ahlihi, hivyo vitimbwi mtu anaovifanya vitakuja kumtokea puani mwenyewe. Naam. kama rabbuka bi dhallamin lil abid, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo dhulma yenyewe haiji, hana dhulma, si mwenye kudhulumu hii. Mwenyezi Mungu amezungumza hapa, lakini kwa sababu dhulma kisi dhulma istimalu haqqi ghayr, kuitumia haki ya mwingine mamlaka alghayr milki ya mwingine kuitumia wewe, hiyo ndio inaitwa dhulma. Sasa hivi vyote walillahi mulku samawati, vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimi, wewe, wote waliotangulia. Sasa Mwenyezi Mungu akavitumia kwa njia yoyote, akafanya vyote ni vyake. Sasa hii sifa ya dhulma inatoka wapi? Hawezi kuwa hapa, inaonesha tu e, kwamba hao watakaolipwa hao hao watakawalipwa. Ha! basi hakuna mapungufu ya aina yoyote watakaofanyiwa, wama rabuka bidhalami lilabidi, Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu waja wake e, namna hiyo mdhulumu yoyote. Allahu Akbar. Hatua baada ya hatua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele hapa naeleza kwamba katika dunia hii hakuna mbabe, hakuna mzee wa mipango wala mzee wa miundo mbinu Hapati mwenye kupata kwa ujanja wake, wala hakosi mwenye kukosa aa, kwa uzembe wake. Jambo hilo halipo. Aliumba, baada ya kuumba hakuachia huru kwamba mi kazi yangu kuumba, lakini uendeshaji kuna waheshimiwa wengine mabwana wakubwa kuendesha. Jambo hilo halipo. Ndio anaeleza mwenyewe ilaihi yuraddu ilmu saa hata kama mtauliza kuhusu kiyama ni kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, yuraddu ilmu saa, ndiko kunakorejeshwa ilmu saa, ilmu ya kiyama. Mwenye kujua kiyama lini, wakati gani, siku gani, mwaka gani, ni Allah peke yake, hakuna mwingine. Yote anaojua mambo matano haya, yoyote atakayejifanya yeye anajua, huyo muongo mzandiki inna llaha indahu ilmu saa, la kwanza habari ya kiama. Yoyote atakayezungumza kiama kitatokea hivi, siku fulani, mwaka fulani, huu ndo muongo hata alikuwa mtume, hawezi kusema hivyo. Hivyo ilmu saa, wa yunazilu lghaith, na habari mfumo mzima wa mvua. Hawa watabiri, watabiri wanabahatisha bahatisha tu, wanabahatisha bahatisha tu, bahati, lakini hawana uhakika wote, na kila siku tunaona eh inallah indahu ilmu sa wayunazilu lghaifi al alafu wayalamu ma fi larham, yaliyokuwa ndani ya matumbo ya kinamama. Yeye ndio mwenye kujua peke yake, atakuwa mwema, atakuwa mwovu, mwanamke, mwanamme, lini atazaliwa, miaka mingapi ataishi, atakufa lini wa kuyajua hayo ni Mwenyezi Mungu peke yake, atajua atakuwa maskini, atakuwa tajiri, shaqiyun am sa'id, wema mw, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Akitokea ya mtu yote akajifanya ye anajua miongoni mwa hayo, huyo muongo hata alikuwa nani, Jibril malaika muongo. Wama tadri nafsu madha taksibu ghada, hakuna yoyote, hakuna yoyote, hakuna yoyote anaojua kesho atapata nini. Penda wewe sijui una bahati hivi utazaa, uongo. Yoyote atakayekuambia mambo yoyote yale kuanzia dakika tano, tuzijazwa hiyo kesho yenyewe mbali. Uye muongo si kuhani, sijui mtabiri, sijui nuujumi, uongo mtupu, uongo peana tu. wama tadir nafsum madha taksibu ghadan, wama tadir nafsum bi biai ardhin tamut. Hili ah, jambo liko hivyo. Hakuna yoyote anaojua kwamba atakufa katika ardhi gani, wapi atakufa. Hakuna anojua. Wangapi hakuna anajua, wanaotoka hapa akaenda kwa, kwa ajili ya kutafuta tiba huko, lakini anajikuta kafa uko huko nchi za nje. Umefanywa utaratibu wa kuja kuzikwa, imeshindikana kazikwa huko huko. Hizi ndio habari eh? Kwa hiyo ilaihi yuraddu ilmu saa kwake yeye Mwenyezi Mungu ndio ndiko kwenye kurejeshwa ilmu ya kiyama, ujuzi wa siku ya kiyama. Kiyama kumalizika kwa hili dunia litakuwa lini? wala yaalamuhu ghayruhu, hakuna yote anayojua zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama takhruju min thamaratin au min thamaratin, hakuna tunda lolote litakalotoka min akmamiha kutoka katika gamba lake ganda lake, shuke likatoka lika ua likachanua. ma takhruju min thamaratin, tunda la aina lolote ha, koko ikapasuka ikatoa mche, mbegu nayo ikapasua ikatoka ardhini, ah ikatoka tunda nalo namna hiyo kwenye gamba likatoka namna hiyo wama takhruju min thamaratin, hakuna tunda la aina lolote litakalotoka, min akmami, hakuna katika ganda lake gamba lake kokwa. Wama tahmil tamilu untha, wala hakuna mimba mwanamke yoyote atakayebeba mimba atakayechukua mimba, wala tadau, wala akajifungua, illa biilmihi, sipokuwa vyote vo kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua peke yake. Wa indahu mafatihul ghaibi la yaalamuha illahu Ye Mwenyezi Mungu ndio mwenye, mwenye habari zote za siri huko, funguo zote za, za, za siri anazo. Hakuna yote anayojua isipokuwa Allah peke yake. Wa ma tasqutu min waraqatin, hakuna jani litakaloanguka kutoka katika pori la mti wowote duniani isipokuwa Allah anajua. Wala habatin fi dhulumati lardhi, chembe ilikuwa katika giza l ardhi, wala ratibin, wala kilichokuwa kwenye maji huko, wala yabisin kilichokuwa kwenye nchi kavu huko illa fi kitabi mubini, vyote hivyo katika ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hakuna mambo yanayokuwa kama wahindi wanavyosema, achana ksehua he, imekuwa kwa ghafla ghafla. Hakuna kwa ghafla, kwa Mwenyezi Mungu ni mpango maalum, hakuna achana ksehua he, hakuna habari hiyo ha? Hiyo ndio habari, wewe unatakiwa we na yaqini, waqa yaqau sayaqau yaqau min amrillah, yaliyokuwa yanayokuwa yatakayokuwa ni kwa amri ya Allah, na hii ndio inamfanya mtu awe huru. Bila kuwa na yaqini, shekhe wangu, wewe unakuwa mtumwa watakutisha wako kutisha, watakubabaisha wakubabaisha, ukawatarajia na ukawategemea, wasitostahiki kutegemewa. Hofu, presha, itakuwaje? Bwana mkubwa kuridhika, akikasirika itakuwaje? Yeye ndo ananipa riziki. Ndugu zangu, kama huna yakini shekhe wangu, unakuwa mtumwa wa watu, mtumwa wa viumbe, taburuzwa tu, tasujudia kwa viumbe tu. Hiyo ukuwa na yakini, unakuwa huru. Hiyo nayo nataka itengenezwe hiyo, wenzetu vidume we. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anasema, nikifunguliwa nikioneshwa milango yote ya pepo nifunguliwe nione ile pale, Jahannam nione ile pale, imani yangu haitoongezeka wala kupungua. Vile vile tu kwangu kuona na kutoona, ili yakini kwangu sawa sawa tu. Nataka hiyo ifanyike juhudi. Kinyume na hivyo eh, utakuwa na viungu viungu vyako vya kiajabu ajabu. Ule unaoamini kwamba riziki yangu inapitia pale, yule ndo atakayenipa riziki, bila yule mimi niangamia. Yule ndo maisha yangu kinyume, sawa shekhi wangu ile litaayin. Hapa watu wanakuja na viungu mbalimbali chungu mzima, Mungu Mungu gani? Kisto Mungu wako. Eh, ofisa fulani Mungu wako, wao Mungu Mungu, taja mmoja. unataja ngapi? Sasa watu wanaume wanne watano sita wamekaa pahali, anakuja bwana mmoja, hebu hapa nitajieni mwanamume mmoja. Tsi, tuna tunakushangaa sote, madumi hapa na ndevu zetu, alafu wewe unatuambia mwanamume mmoja. Unashindwa kujibu kwa sababu wako wengi, anataka mmoja. Umekwenda umekwenda na wengi kaburini kule, kule unatakiwa mjibu mmoja, utatoa jibu gani? La adiri sijui chachanganyikiwa Tengeneza yakini ki sawa sawa, ndugu zangu wa penzi watukufu yo la ilaha illallah ikae sawa sawa, ijeleweka la ilaha illa nafi ma si Allah. Kanusha vyote visivyokuwa Allah, umthibitishe Mwenyezi Mungu peke yake, ndio maana yake, ndio makusudio. Allah nasema. Afikiria wama tahmilu min untha. Ha, ma tahruju min thamaratin, hakuna tunafikiria mapori ya dunia nzima, basi tunda lolote lile si kama ah, najua hapa nimemwagilia vizuri na bwana shamba, kwa kufata maelekezo ya bwana shamba ndio imekuwa hivi ha. Uongo, bwana shamba anaweza kutoa mmea? Mfukieni basi atoke yeye mwenyewe, basi atoke, pigwa tani saba za mchanga, bwana shamba eh toka basi na wewe unatoa mimea we. Kalala nyumbani utaoza, umeliwa na mnyama, umeliwa, hana habari yote. Kwa hiyo ikubalike hivyo, wa yauma yunadihim, siku Mwenyezi Mungu atapokuja kuwaita sasa, aina shuraka yakawaambia, jamani wale washirika wenzangu wako wapi Nyinyi si mliviabudia vya siyokuwa Allah, nileteni nje kuviona hapa, waniambie na waje kudhibitisha huo uungu wao mbele yangu hapa. Aina shurakai, wanaulizwa wale kina nani? Wale walioabudu abudu. Huyu alioabudu sanamu, huyu ana kinyamkela, au sio? Na kidudu gani huyu, sio anaabudia makaburi? Aina shurakai, wako wapi wale washirika wenzangu mliokuwa mkiwaabudia udhan Mwenyezi Mungu sisi, tunakuambia tuna, tuna, tunakuambia Mwenyezi Mungu, adhanaka ma mina min shahidi, sisi hatuna ushahidi wala, wala, wala hatuna chochote. Ma mina min shahidi, hatuna shahidi yoyote wakulisema hilo e, e, wala wakulishuhudia hilo e. Kwanza hiyo misanamu yenyewe hapa imeshakula kona, ionekana hata ilipo sio kwa hiyo ma mina min shahidi sisi hatuna ushahidi wa aina mwenye hey, mwenye yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe utusamehe tu. Eti kwamba wewe Mwenyezi Mungu unamshirika? Hapana, hatuna ushahidi wote. wa dhalla anhum ma kanu yaduna, vikapotea vyote vile walivyokuwa wakifanya nini, yaduuna wakiabudia kule duniani, hivyo visanamu vyenyewe navyo na havionekani. Wa dhalla anhum ma kanu yaduna min qabl yale masanamu waliokuwa wakiabudia kule duniani, dhalla anu, vyote vimepotea vionekani tena. Wa dhannu ma lahum min mahis, na wenyewe sasa hawa washirikina wote, wanafiki wote, dhannu wakawa na yaqini kabisa kwamba ma lahum min mahis, hakuna usalama tena kwao, hawatosalimika hawa na adhabu, haikimbiliki adhabu, hawana pa kukimbilia na hawatosalimika na adhabu hapa Mwenyezi Mungu anaeleza mazingira ya makafiri yalivyo. Yeye anaokuja sio muislamu. Muislamu hana sifa hizo, muumini wa kweli hana sifa hizo. Labda ana chembe chembe za unafiki na athari ya ukafiri, ndio anaweza kuwa hivyo. La yasamu linsanu min duai lkhair, haachi kuwa mwanadamu mwenye kuomba dua za mambo mazuri mazuri. Yeye anataka mambo mazuri mazuri Eh, apate mali, afya, wake wazuri na vitu kama hivyo, ndio kazi yake. Kumba la yasamu eh, al insanu haachi kuwa mwanadamu min duai al khairi, e, eh, kwamba mwenye kuomba dua dua za mambo mazuri mazuri, kheri kama vile mali.